baada ya mabusu kitu, hali ilipo saizi mahakamani Kisutu. So hawa ni moja ya vijana waliokuwa wanatuhumiwa na kundi la pili leo almost vijana mia mbili, si ndio? Ndio, ndio. Nyinyi mmekutana mle ndani na amekuwa marafiki ndani ya mwezi mmoja? Ndio, ndio, ndio kabisa, ndio kabisa, mm, na tulikuwa tumefungwa tangu tuko wanaitwa nani? Oster hapa Bay, tumekutana wote Osterbay for the first time, tumekutana Osterbay, tukatengeneza mazingira, tukakutana wote washikaji, ni akili zinaendana, tukatengeneza mazingira, tukaishi kama familia. Tunachopata kidogo tuna, tuna share wote. Kuna kipindi tulikuwa tuna msosi tunakaa siku tatu atuli msosi, unakuja mkate, mkate mmoja tunakatiana, tunaka wote tunaka kumi na tano, chap, tunaka tunaka tunaka kumi na tano ile si moja, tunakatiana chapati 15 tumepata na tano moja. Kundi lenu umetoka wangapi? So, na na na sana tutayafanya mpango kama kutakuwa kuna mahitaji kwanza, kila jumamosi na Jumapili kwenda kuwaona. Tuna uhakika sitakuwa tunafika kila Jumamosi, kila Jumapili, tuta organize kama ni mchango, kama ni nini, iwe vikasha. Kuwa ni ndugu wetu, hatuwezi kumtenda, tuko naye mpaka mwanzo mwisho. Mimi naishi madare Mvumoni, naishi makoka kisukuru ene lakini huwezi amini maisha tuliokuwa tunaishi ndani ni zaidi hata ya, ya familia ni zaidi ya ndugu. amechukwa pamoja? Hapana, tulikaa pamoja gerezani. Ni unataka pamoja gerezani? Mabusu, mabusu. Baada ya maisha baada ya mabusu mtashika kama ndugu. Tuheshimu familia sasa. Naona mmoja juka baadhi askari yangu. Twaa, twaa, twaa. Alhamdulillah, qur'an aleikum. Hey, hey, hey. Siachani kwanza tuongee kitu.